Kijana, kijana ameheshimiwa sana na Mungu, katika neno la Mungu linasema kwamba nimewaandikia ninyi vijana, kwa sababu mna nguvu za kumshinda yule mwovu, na neno la Mungu linakaa ndani yenu. Hasa katika Biblia nzima aliandikwa, nimewaandikia ninyi, kwa sababu mna nguvu, ni kijana, na kijana huyu anatokana na ndoa ambayo ni mume na mke wanapata ongezeko au zaliko la mtoto ambaye anakuwa ni kijana. Kwa hiyo sasa, kijana huyu anakuwa sasa ni kama raw material au ni malighafi ya kwenda kuanzisha tena ndoa nyingine. Kwa hiyo sasa kijana, ujue kwamba wewe umepewa pia heshima na Mungu, amekupa nguvu ya kumshinda shetani. Maana yake nini? Amekupa nguvu ya kuweza hii dunia kuitawala na kuimiliki na kuiongeza. Na hii nguvu unapata wapi? Akasema kwamba umelishika neno la Mungu. Asa neno la mungu Mungu, kijana unalipata wapi? Asa neno la Mungu unapata kwa wale ambao ni watangulizi wako ambao ni wazazi ambao ni wenye ndoa. Sasa huyu mume na mke ambao umempata kijana wakampa nguvu ya Mungu, wakampa neno la Mungu likawa ni nguvu kwake kwa maana hiyo sasa, kuna uhusiano mkubwa sana kati ya ndoa au kati ya baba na mama au kati ya mume na mke na kijana ambaye ni mtoto. Kwa maana hiyo, yule kijana, lile neno la Mungu analosema amempa, ni yale mafundisho, ni yale mawaidha, ni yale maadili, ni yale maelekezo, ni yale maagizo aliyopokea toka kwa baba na mama, ambao hawa ni wanandoa. Kwa hiyo basi, ndoa bahatimaye, vijana ni kundi ambalo Mungu ameliheshimisha kwamba lifanye kazi pamoja na yeye ili kuitawala hii dunia na kuiongoza hii dunia.